Naomba na hawa kama walivyojitambulisha kwenu na kama alivyosema mkuu wa kituo, mwape ushirikiano. Wamepata mheshimiwa, mwape nini ushirikiano. Askari hawawezi kutosha, lakini mimi naamini kwa kuwa ninyi wananchi mpo, nasema askari wanatosha, sababu pale ambapo hawapo, basi na ninyi na nini mpo, sawa. E, kwa kuwa anajua wananchi mpo, basi waskari wanatosha, kwa sababu na ninyi mpo. Wananchi, na washukuru na kuwapongeza kwa kazi kubwa mlioifanya hadi tuko hapa siku ya leo, tunazindwa kituo hiki <tap> <tap> wazo hii liianzisha ninyi wenyewe na viongozi wenu. Nguvu ya kuanza kazi hii mlianza ninyi wenyewe hapa kuna pesa zenu na nguvu zenu zimelala hapa hapa. Nguvu na fedha mlizozitoa zina thamani ya milioni 54. Hiyo sio pesa kidogo, nipigeni makofi. Kituo hiki tunachokifungua hapa leo, nimeingia ndani, nimekiangalia, lakini hata kwa nje unakiona vituo vyote vya polisi vyote kwa wilaya hii vyote navifahamu. Kituo hiki ni kikubwa kuliko vituo vyote vya polisi vilivyoko <tis> <mituwa> wilaya hii <tis> <tis> nendeni pale Rupa hakiingii kwenye kituo hiki. Siku ya Jumanne nilikuwa Sangani kwa shughuli kama hii, tulikuwa tunazidiwa. Kituo cha polisi pale Sangani, kituo kile cha Sangani ni kidogo tutakwenda kuzindua kituo kingine ifungo, lakini kituo hiki ushirikiano mkubwa tunaoomba kwenu nyie wananchi, tunaomba mwapatie askari hawa taarifa za uhalifu na uhalifu ulioko hapa ili waweze kuzifanyia kazi na nyie mwendelee kuwa salama. Jina naitwa Edward Mikel Mbuja ni mtendaji wa kijiji cha Kambikatoto. Hapo awali, kabla ya ujenzi wa kituo cha polisi Kambikatoto, wananchi wa Kambikatoto walikuwa wanapata huduma ya kituo cha polisi kata ya Rupa ambayo ipo tarafa Kipembaa wilaya ya Chunya mkoa wa Mbeya takriban kama kilomita mia na arobaini, kutoka makao makuu ya kata ya Kambikatoto mpaka Rupa. Hivyo basi wananchi wa Kambikatoto wanamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwajengea kituo cha polisi cha, cha kisasa ambacho, ambacho kitapelekea wananchi wa kata ya Kambikatoto na, na, na, na vijiji vyake yeah, wanapata huduma kwa muda mwafaka. Hapo hapo hapo awali wananchi walikuwa wanapata huduma hii kutoka mbali yeah, tunatapia

Kwae kwae mbukua. Kwae mbukua. Kwae. Na hasa hasa ukizingatia kwamba huduma ya polisi kwa Kambikatoto, umbali wa Kambikatoto kwenda ni mbali zaidi zaidi ya kilometa mia moja karibu mia mbili na kitu mpaka ni chuni, na tunashukuru sana kwa, kwa serikali kutujengea kituo hiki cha, cha polisi kata ya Kambikatoto kitaweza kutuboresha zaidi hasa kupitia minada biashara wazim, kini, kini, kuna mnada mkubwa sana ambao uko hapa wazim, Mnika, wazim, wazim, wazim. Wazim, inashindikana kwamba mnada huu ili uweze kupata zaidi, kwa sababu kutakuwa na majambazi wengi aa kwa hujumu wa wafanya biashara mnadani kwa kubwa, wafanya biashara mnadani wanaogopa kuja kwa sababu ulinzi okay, unakuwa ni mdogo sana lakini kwa sasa hivi kwa sababu tayari kituo cha polisi tumeletewa na kimefunguliwa, na hakika kabisa ama wafanya biashara wengi watakuja kufanya biashara kwa sababu ulinzi upo.